Bilionea alimtazama mwanamke mjamzito akifagia barabara ili kumlisha mwanawe wa pekee. Watu wengi walipita bila kumwangalia, lakini kwa mzee Benson Karanja, maarufu Nairobi kwa biashara zake za usalama wa kifedha na teknolojia salama za malipo, moyo wake ulitetemeka. Siku hiyo alikuwa akitembea kwa miguu kwa mara ya kwanza baada ya miaka. Alitaka kuhisi maisha ya watu wa kawaida mwanamke yule alionekana mnyonge akiwa na tumbo kubwa la ujauzito na jasho usoni. Alikuwa akifagia mitaani huko Kawangware akibeba mfuko mdogo wa mahindi ulioung'ang'ania mkononi. Benson alisimama kimya mtaani, macho yakimfuata. Mama, unafanya kazi hii ukiwa katika hali hii? Benson aliuliza polepole. Pole. Alimtazama kwa mshangao. Bwana, sina budi, nina mtoto wa miaka sita nyumbani kila siku lazima nitafute angalau kitu cha kumpikia. Benson aliona jinsi mikono yake ilivyotikisa uchafu huku tumbo lake likihema. Sauti za magari zilipita lakini akili ya bilionea iliganda kwa swali moja. Kwa nini mwanamke huyu anateseka kiasi hiki ndani ya mji uliojaa pesa, benki, programu za mikopo na fursa za biashara? Alifungua pochi yake lakini kabla aseme neno mwanamke yule alitetemeka ghafla na kushika kiuno, kama vile maumivu ya uchungu yalikuwa yakianza mapema sana. Benson alienda karibu. Mama, uko sawa? Mwanamke alitetemeka lakini akajaribu kujifanya imara. Ni maumivu tu kawaida ya ujauzito. Lakini Benson aliona wazi kuwa si kawaida alitoa simu yake na kumpigia dereva wake Kamau, lakini mama huyo akasema kwa haraka, usijali bwana, siwezi kupanda gari la kifahari, watu watanicheka, na hospitali sina kadi ya bima. Benson alinyamaza. Hapo ndipo aligundua kuwa tatizo lake halikuwa tumbo tu, ni maisha magumu yaliyomkandamiza kila sekunde. Jina lako nani? Benson aliuliza. Amina alijibu Amina Njeri. Punde si punde, mtoto mdogo mwenye macho makubwa ya udadisi akakimbia akielekea kwa mama yake. Mama, nilifika shuleni mapema, mwalimu akaniamia nirudi kuchukua madaftari yangu. Amina alishuka chini kumkumbatia. Benson alisikia kitu ndani ya kifua chake kikivunjika. Alimgeukia mtoto, unaitwa nani kijana? Simon, lakini watu hutuita wale wa changamoto. Benson akasikia damu ikimchemka, hiyo kauli ilimgusa zaidi alivyotarajia. Hapo ndipo alifanya uamuzi wa kwanza kimya, lakini mzito: leo hatamuacha mama huyu na mtoto wake waendelee kutaabika. Lakini hakujua kuwa uamuzi huo mdogo ungefungua mlango wa siri kubwa ambayo ilikuwa imefichwa kwa miaka mingi. Benson aliamua kuwaelekeza Amina na mtoto wake kwenye kibanda kidogo cha chai. Wakaketi. Aliagiza chai, maandazi na ugali walimka bila ya kuuliza. Amina hakuelewa kinachoendelea. Kwa nini mtu asiyejua jina lake jana awe na huruma kiasi hiki leo? Wakila, Benson alimuuliza kwa upole. Amina, umefikiaje hapa? Amina akavuta pumzi ndefu. Nilikuwa nikifanya kazi Nakuru kama mhudumu. Nilipata ujauzito, baba wa mtoto akatoroka. Nilirudi Nairobi kutafuta kazi. Maisha yakawa magumu sana, na sasa huyu mwingine yuko njiani. Kidogo machozi yakaingia machoni mwake lakini akayafuta haraka, jifanya kutokuonekana dhaifu. Simon naye alikula taratibu kana kwamba alikuwa amezoea kukosa chakula. Benson alisikiliza kwa makini, akinyosha mikono yake juu ya meza kana kwamba alikuwa anajaribu kurejesha nguvu. Unalo ndugu wacamu? Amina akatikisa kichwa. Sina, sina ndugu, nina dada mmoja tu, lakini sijawasiliana naye kwa miaka mingi. Tulikosana baada ya mama kufariki. Benson alijawa na swali moja akilini: kwa nini hii hadithi inamgusa kiasi hiki? Kwa nini anahisi kama kuna kitu zaidi ya huruma? Kabla apate jibu, mtu mmoja mwenye mavazi mazuri akiwa amesimama mbali kidogo akaanza kuwatazama kwa macho ya ufukumu, kama vile anawafuatilia. Benson alimuona mtu huyo akipiga simu huku akigeuza uso kila mwara. Huyo hakuwa mpita njia wa kawaida. Mama Amina, unamjua yule mtu? Benson akauliza. Amina akageuka polepole pole, macho yakatoka. Huyo mtu ameonekana mara tatu wiki hii, huwa ananifuata kimya nikitafuta kazi, sijui anataka nini. Benson alihisi tishio, alimpa ishara Kamau alete gari jirani, lakini kabla wafike mlangoni, yule mwanaume akawasogelea Amina. Tafadhali rudi nyumbani, kuna mambo mengi hukuelewa, akisema kwa sauti ya kutetemeka. Benson akasimama mbele yake. Wewe ni nani? Mimi ni David, kaka wa Amina. Huyo ni dada yangu. Tangu mama afariki, amekuwa akikimbia familia, ameiogopa. Hawendi vizuri, anahisi sisi ni adui zake. Amina akatikisa kichwa kwa uchungu. Usinifuate, ni nyinyi ndiyo mlinifanya nihisi kama mzigo. David akageuka mtazame Benson Sijui wewe ni nani, lakini Amina anahitaji msaada. Kuna mambo hajasema. Benson akawatazama wote wawili, Amina akilia kimya, Simon akijificha nyuma yake na David akiinama kwa aibu. Hii haikuwa hadithi rahisi ya huruma. Kulikuwa na siri za kifamilia, deni za zamani na ahadi zilizovunjika zilikuwa tayari kulipuka. Na Benson, bila kujua, tayari alikuwa katikati yake. Benson aliwaongoza Amina, Simon na David hadi kwenye uwanja mdogo. Wakiwa kaika, Amina akasema kwa sauti ya uchovu, sitaki kwenda popote na mtu yoyote. Nimezoea shida zangu, sina nafasi ya kusikiliza watu walioniacha zamani. David akageuka upande akasema, Amina, tulifanya makosa, tulikuwa na hasira ya kupoteza mama, lakini hatukuwahi kuchukia wewe. Ulitoroka kabla tuseme chochote Benson akaingilia, ni nyinyi wawili bado mna nafasi ya kuzungumza, maisha haendi kwa kukimbiana. Walipofika kwenye uwanja mdogo wa bustani ya Jivanje, wakaamua kukaa upande mbali usio na kelele. Amina akakumbuka siku nyingi alizokaa hapo akitafuta kazi kwenye magazeti ya matangazo. Akatulia, akamshika Simon mkono. David akaendelea kwa upole, Amina, nilikufuatilia siku kudhuru kuna barua ya mama ambayo ilikuwa paswa kupata, lakini hatukuwahi kukuona. nimeitunza kwa miaka. Amina akabaki kimya, macho yakiwa hayatembei. barua gani? aliuliza. barua aliyokuandikia siku moja kabla ya kufariki. inazungumzia kuhusu baba yenu, kuhusu mali ya familia na kuhusu usalama wenu. Maneno hayo yalitikisa mioyo yao wote wawili. Benson akasikia moyo wake ukidunda kwa kasi hii haikuwa tena msaada wa huruma, ilikuwa safari ya ukweli mzito, ungebadilisha maisha ya Amina kabisa. Amina akainama, akawa kama aliyepoteza nguvu. kwa nini hamnipi hii barua miaka yote? aliuliza kwa sauti inayovuja maumivu. David akatoa bahufu ndogo iliyochakaa kwa sababu wakati ule tulikuwa na mgogoro mkubwa kuhusu urithi. Tulikuwa tumekasirika na tukashindwa kutofautisha hasira na upendo. Tulitaka kukupata, lakini kila mara ulipohama tulichelewa. Benson aliona mikono yake ikitetemeka aliposhika bahufu. Simon akajishika kwenye paji ya mama yake, kana kwamba anahisi maumivu yake. Fungua, akasema Benson kwa sauti ya upone ndani. Kulikuwa na karatasi mbili. Amina alipofungua ukurasa wa kwanza, machozi yakaanza kumtiririka. Amina mwanangu, usiogope maisha. Kuna jambo ambalo sikuwahi kukueleza, alisoma kwa sauti ya kugugumu. David akainamisha kichwa. Barua hiyo inaeleza ukweli kuhusu baba yenu na kwa nini aliondoka. Si kwa sababu ya kuwakataa Kulikuwa na mgogoro wa kifamilia uliofichwa kwa miaka. Amina hakumaliza kusoma, akasimama kwa haraka akasema hapana, hapana, sitaki kusikia mambo ya zamani, yanachoma moyo wangu. Benson akamshika mkono kwa utulivu. Amina, mara nyingine dawa tamu ni ile inayouma mwanzo. Lakini kabla waendelee, Amina akaanza kushika tumbo lake tena. Safari hii maumivu yalikuwa makali zaidi. Amina aliketi chini haraka uso ukibadilika rangi simon alilia mama mama twende hospitali benson hakusika kamau fungua milango tunampeleka Aga Khan mara moja gari lilipoanza kutembea kwa kasi amina alizungumza kwa sauti isiyosikika vizuri simtaki mtoto huyu aje duniani nikiwa na hasira nikiwa nimechoka hata sijui nitamlisha nini benson akageuka na kumshika mkono Usiseme hivyo. Hata kama dunia imekupa mgongo, bado unayo nafasi ya kuijenga upya. Lakini moyoni mwake, Benson alikuwa na hisia za ajabu, si huruma tu. Kulikuwa na nguvu iliyomvuta kwa Amina, kama historia yao ilishikana bila wao kujua. David alikuwa amekaa mbele akipiga simu kwa hofu. Ndiyo, tunaelekea hospitali, Amina ana uchungu wa mapema. Tafadhali waambie wauguzi wajiandae. Walipofika hospitalini, wauguzi walikimbia kumsaidia Amina. Benson akasikia moyo ukivunjika alipomuona akipelekwa ndani kwenye machela. Simon alikumbatia miguu ya Benson akilia, bwana, usituache mama akiumia, mimi pia huumia. Benson aliinua mtoto akamkumbatia kwa nguvu. Hutakuwa peke yako, Simon, niko hapa, sitawaacha. Lakini hakujua kwamba maneno hayo yangemfunga kwa jambo ambalo hata yeye mwenyewe hakuwa tayari kulikabili. Dakika zikawa kama saa. Benson, Simon na David walikaa kwenye chumba cha kusubiri, kila mmoja alikuwa na mawazo yake mazito. David alisema kwa pole, Benson, sijui kwa nini unaonyesha moyo mkubwa hivi kwa dada yangu, lakini kuna jambo nahisi kama vile mnajuana kwa njia isiyo ya kawaida. Benson akatabasamu kwa uchovu, "Hapana, <laughs> namwona tu kama mtu anayestahili maisha bora." Lakini moyoni alihisi kitu, hisia ya kuwa karibu na mtu ambaye hakuwahi kumkutana naye maishani, lakini moyo wake ulikuwa ukimuona kama wa zamani. Doktari alipofika, Benson alisimama kwa haraka, ako salama? Daktari akasema, "Tunajaribu kupunguza uchungu, lakini kuna tatizo dogo. Amina amekuwa na msongo mkali wa mawazo kwa muda mrefu. Hilo linaathiri mapigo ya moyo ya mtoto." Simon akabana mkono wa Benson, "Bwana, tunaweza kumsaidia?" Benson akaangalia chumba alicholazwa Amina kupitia dirisha dogo. Mama huyo mdogo akipigana na uchungu wa tumbo na ule wa maisha alikuwa ukionekana kama mtu aliyekata tamaa muda mrefu, lakini bado anajikaza. "Ndiyo," Benson alisema taratibu, "tunaweza na lazima." Lakini kabla aseme zaidi, simu ya Benson ililia, sauti ambayo ingeanza kufunua siri kubwa, siri aliyoisahau kabisa katika maisha yake ya zamani. Simu ya Benson ilipolia, alijiambia moyoni, ni nani hadi sasa? Alipoangalia jina lililokuwa nang'aa alimfanya ashike pumzi. Mwanasheria Mzee Otieno, mtu aliyemsaidia miaka mingi iliyopita alipokuwa akianza biashara zake. Benson akajitenga kidogo na kuipokea. Benson, sauti ya Otieno ilikuwa nzito. nimetuma watu kukutafuta, kuna jalada moja liliyowapatikana kuhusu maisha yako ya zamani, la muhimu sana. Benson alishtuka, kuna shida? Otieno alisema Ndiyo na hapana. Jalada linaelezwa kuhusu mtoto aliyokotwa miaka mingi iliyopita katika kituo cha watoto Nairobi West, mtoto wa mwanamke aliyekuwa akiishi Kawangware. Benson alisikia moyo ukipiga kwa nguvu. una maana gani? aliuliza kwa sauti ndogo. Kuna uwezekano kwamba historia yako na ya mwanamke unayemsaidia sasa zinagusana, na nimeambiwa yule mama ana jina kama lile ulilowahi kutaja zamani, Njeri. Benson alihisi miguu ikilegea, aina ya ile mshtuko si ya kawaida, sio tu huruma, sio tu kusaidia. Malabda kwa njia isiyotarajiwa, alikuwa anavutwa na roho ya mtu wa familia yake mwenyewe. Kabla aseme chochote, daktari akatoka tena, safari hii uso wake ukiwa mzito zaidi. Daktari akasema, tunahitaji uamuzi mharaka, mtoto anahitaji kufanyiwa uchunguzi mharaka. Amina amemstuku wa moyo wa hisia Mtu mmoja aruhusiwe ndani. Kabati za chumba pilipofunguliwa, Benson akajikuta akitembea kana kwamba mtu anamsukuma. Amina alikuwa pale kitandani, macho yamelegea, lakini alipomuona Benson, alitabasamu kwa uchungu. Nilijua utakuja. Benson karibu atoke na machozi, kitu ambacho hakuwahi kufanya kwa miaka mingi. Amina, utapona. Hata kama dunia imekukosa misingi, mimi sitakukosa. Amina akashika mkono wake dhaifu. Benson, nikwambie siri sijawahi kumwambia mtu. Benson akasogea, niambie. Amina akapumua kwa shida. Mimi nilizaliwa na ndugu wawili, lakini baba yangu aliondoka nikiwa mdogo sana. Mama hakupenda kumzungumza. Nilisikia tu kwamba baba huyo alitoroka kwenda Nairobi West, na mwana alichukuliwa na watu wenye uwezo nilisikia jina lake likiandikwa kwenye faili lakini sikuamini. Benson alihisi ulimwengu ukigeuka. Amina, jina la baba yako lilikuwa nani? Amina akasema pole Karanja. Benson akashika kiti karibu anguke. Hilo ndilo jina alilopewa kwenye faili lake la utotoni kabla ya kupitishwa na familia iliyomlea. Benson akaa kimya kwa muda mrefu, kama aliyekumbuka vipande vya maisha vilivyofichika kabisa Akiwa mtoto mdogo alikuwa na kumbukumbu kumbu za mwanamke mwenye tabasamu jepi akimwimbia usiku, kumbukumbu aliyoiona kama ndoto tu. Amina, Benson alisema kwa sauti ya kupasuka, faili langu la utotoni lilisomeka hivyo, Karanja. nilipotea nikiwa na miaka miwili, mama akakufa baadaye na nilipelekwa kituo cha watoto. hakuna mtu aliyejua nilipotoka. Amina akashika tumbo kwa mshangao macho yakiwa yamejaa machozi. Haiwezekani, haiwezekani, unamaanisha nini? Benson akainisha, akainamisha chini hakipofikia akia akya, Amina, inawezekana kabisa, sisi ni ndugu, mimi na wewe. Amina akafunika uso wake kwa mikono akilia kimya, sauti ikikatika. Kwa nini familia yetu imekumbwa na maumivu haya? Baba kuondoka, mama kutuficha, mimi kupotea, mimi kuhangaika mitaani David aliingia chumbani haraka aliposikia Benson akisema, nadhani mimi ni kaka yangu. David alitetemeka kama aliyepewa umeme. kwa miaka yote tulikuwa tunatafuta jibu hili, David alilia kwa sauti ya mwanamume mzima. Lakini kabla hajaendelea, mashine za daktari zikalia kwa sauti ya hatari. Wauguzi walikimbia ndani haraka. Mtoto anahitaji kuzalishwa sasa, mmoja akapaza sauti. Benson akiwa bado na machozi alishika mkono Amina. Dada yangu Usiache tafadhali, pigana. Amina akatabasamu kwa uchungu, kaka, sasa nimekupata, usiniache tena. Daktari alitoa maelekezo mawisho. Baada ya dakika ngumu zilizojaa hofu na dua, sauti ya mtoto mchanga ikasikika ikilia, sauti ya maisha mapya. David akalia akisema, mama angefurahi deo. Lakini Amina alikuwa nimechoka pita kiasi. Aligeuka polepole pole kumtazama Benson, huyo mtoto Mpe jina la mama Wanjiku. Benson akasema nitakuwa baba yake, dada, nitawalea nitawalinda na kuhakikisha. Amina akavuta pumzi yake ya mwisho kwa upole, macho yakiwa na amani isiyoiwahi kuonekana kabla. Simon akakimbilia kitandani. Mama, mama amefunga macho, kwa nini? Benson akampokea akimkumbatia kwa nguvu, kama kaka, kama baba, kama mtu aliyepata familia aliyodhani imepotea milele. Hatuimbi ndila yeye Simon, lakini hatutapotea tena. Mimi, wewe, Wanjiku na mjomba David tutaijenga upya familia. Nje ya hospitali, jua la Nairobi lilichomoza kwa upole. Safari ya maumivu ilikuwa imezaa muunganiko mpya na bilionea aliyekuwa akitembea mtaani tu siku ile, alipata kitu pesa haiwezi kununua familia.